Uh, na mimi ninatoa ofa kwa mchezaji atakayefunga goli la kuivusha timu yetu ya Simba Sports Club kutoka hatua ya robo fainali kwenda hatua ya nusu fainali, tamkaribisha ofisini, tamjengea nyumba yake bule. Mchezaji yoyote atakayefunga goli la kuivusha Simba kwenda nusu fainali, MJ Construction Company Limited inatoa ofa ya kumjengea nyumba yake bule ndani ya Tanzania. Tutamjengea bule, yeye ata provide material tu, ujenzi wake kutokea kwanzia ramani mpaka tunakamilisha nyumba yake, tutagaramika sisi wenyewe. Na nazungumza haya kama mdau na mpenzi wa soka, lakini pia nikiunga jitihada za rais na nikiamini kabisa Simba itafanya vizuri, watapambana kuliwakilisha taifa kwa hata mimi naamini kabisa watatupa ushindi na watalifurahisha taifa. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kutimiza ahadi yangu. Baada ya mechi, nadhani tutakutana tena kuzungumza, eh, kwa ajili ya kuangalia ni mchezaji gani ambaye atakuwa amepata bahati hiyo ya kutuvusha kutoka robo fainali kwenda nusu fainali na sisi tutakuwa tayari kumjengea nyumba yake kama vile ambavyo tumeahidi. Asanteni sana. Naitwa Benjamin Mijile, ni mkurugenzi wa kampuni ya MJ Construction Company Limited, inayojihusisha na ujenzi wa nyumba za makazi. Uh, mimi ni mdau na mpenzi wa soka, hivyo niko mbele yako kwa ajili ya kutoa hamasa na motisha kuelekea mechi ya Simba Sports Club ya kimataifa dhidi ya Al Masry itakayochezwa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Nikiwa kama mkurugenzi wa kampuni ya ujenzi, uh, natoa ahadi nikiwa kama mdau na mpenda soka na kijana ambaye na sapoti jitihada na sapoti ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akitoa motisha na hamasa kuhusu vibarua, mafundi, hiyo yote itakuwa juu yetu, na ndio maana nikasema hili ni jambo kubwa sana ambalo linaenda kutengeneza historia ya nchi yetu, na nikiamini kabisa kama kijana mpenda soka na kijana ambaye ninapambana na, na kufurahia kuona soka letu likikua. Uh, ndio maana nimeleta chachu hiyo ya kusema nitasupport kwa kugaramikia kujenga nyumba yake mpaka ikakamilika. Kwa kuhusu vibarua na kila kitu hiyo itakuwa ni juu yetu sisi. Haijalishi ni ramani gani, hata kileta ghorofa. Ya, ili mradi ni nyumba ya makazi isiwe hoteli ili mradi iwe nyumba ya makazi. Ndio. Salam Goba, jengo la Simba Oil ndio ofisi yangu, ofisi yetu ilipo ndio kwa hiyo naamini kama ahadi hii itatimia, basi nitakukaribisha uongozi wa Simba Sports Club endapo ataona klipu hii. Na endapo mchezaji huyo atafanikiwa kuona klipu hizi na akawa yeye ndo amekuwa mchezaji nyota wa kupata bahati hii, basi tunamkaribisha ofisini na tutawaalika kuja kushuhudia mazungumzo yetu baina yetu sisi na yeye. Hapana, sisi nadhani tutaendelea kutoa hamasa kama vile na hata mwanzo nilisema mimi ni mdau na mpenzi wa soka, hivyo ofa hizi haziwezi kuishia kwa klabu ya Simba peke yake. Kama mama ambavyo anafanya anaibeba Yanga anaibeba Simba anaibeba timu ya taifa, kwa hata sisi pia tutafanya hivyo kwa timu yetu ya Simba Sports Club kwa msimu huu, kwa sababu ndo timu pekee ambayo imebakia ikituwakilisha kimataifa, lakini pia tutaendelea kufanya hivyo na zaidi na zaidi. Kuna, kuna mechi pia ya dabi ya Simba na Yanga inakuja. Kwa huenda pia mechi hiyo kuna ofa nyingine ikaja ya mbele yao e, ili mradi tu sisi tuna tunataka kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa motisha ambayo amekuwa akifanya na kutoa kwa wachezaji na katika sekta ya michezo.